Kabila mbalimbali mbali hapa nchini yana vyakula tofauti vya asili, na hii leo nakuletea makande ya kukoboa na majivu ambayo ni maarufu zaidi katika kabila la Wagorowa pamoja na Wairaq, makabila ambayo yanapatikana hapa mkoani Manyara kaskazini mwa Tanzania. tuna ukitaka kukoboa, makande badala ya kukoboa, ili usiondoe ile laza ya kiini cha mahindi, ndio maana chakula hiki tunatumia majivu. Unachuja majivu, unaweka mahindi jikoni na yanachemka kwa, unafunika unavuruga vuruga, vuruga, unafunika dakika, muda sio mrefu, nusu saa, unaondoa. Baadaye unaosha, unaondoa yale maji machafu, unasafisha kabisa kabisa, kwa kusugua na mikono namna hii unasugua. Ukishasugua yametakata, unasafisha kabisa Huwa sisi tunapika na maharage, unabandika makande yako, unaweka maharage, yakisha tokota, yanakaribia kuiva, unaweka chumvi, tunaweka na mafuta juu, tayari kwa kusonga, unavuruga vuruga, basi tayari kwa mlo e, makande haya si tuliona kwa dada yetu, maana tulikuwa wadogo, maana sisi mlezi wetu alikuwa dada yetu. Kwa hiyo tulikuwa familia, ni watu wengi sana, tulikuwa kama familia watoto wa, wa, familia nzima, watu shina moja. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo kuona kukoboa ilikuwa inatumia muda mrefu kwa kwa hiyo dada majivu. Anatumia hiyo tulikuwa tunakoboaga sisi mahindi tukibandika jikoni. Ni mahindi ya saizi ya ndondogo hiyo. Hicho ndo chakula na maharagi, tunaweka saizi ile sufuria. Kwa hiyo yakiiva ni plastiki nzima. Haya makande tunayapenda kwa sababu hayakobolewi kwa mashine wala ya, zamani tunatuanga kwenye kiuri kiuri unajua, sasa yale yanapasuka Kusabu haya yakilowekwa, yamewekwa majivu, tunakoboa kwa mkono. Kwa hiyo ile kiini chake chenye vitamini haiharibiki, alau ni matamu kwanza. Yanaiva kwa wakati, hayatumii moto mwingi. Kwa hiyo ukisha koboa vile, unaweka pamoja na maharage yake, kwa hiyo anaiva kwa pamoja. Na hizi ndio sifa za makande ya majivu, wanasema ni matamu kuliko yale ya kukoboa mashineni laza yake ni tofauti na makande yanayokobolewa mashineni. Yanayokobolewa mashineni, makande yale ni ya baridi, hayana ladha, lakini haya haya, kwa sababu kiini chake bado iko, ukishasafisha vizuri majivu yameondoka, makande ni matamu kuliko kawaida. Tunayosha kweli, tunabandika jikoni, kwa ujumla tunayapika kweli, ni matamu, ni matamu, ni matamu. Utofauti wake haya yana ladha alawa na vitamini zote. Alafu pili, hautumii moto mwingi, kwa hiyo tofauti zake ndio hizo. Hatimaye muda wa kula makande ya majivu umewadia. Naam, ama kwa hakika, pasi na shaka, watoto hawa wanafurahia utamu wa chakula hiki cha asili, kama ambavyo nyuso zao zinajieleza. Je, mara yako ya mwisho ni lini kupika chakula cha asili? Helen Kawiche, Habari Wikendi, Manyara. <music>